Wapendwa katika Kristu, msifu Yesu Kristu. Karibuni kwenye tafakari yetu fupi yenye kichwa tufikirie katika msingi wa sisi. Tufikirie katika msingi wa sisi. Wewe, tafakari hii ni mimi Padri Dr. Faustin Kamugisha, paroko wa parokia ya Miziro, Jimbo Katoliki la Mkoba. Somo linalotuongoza ni mstari mmoja, Baba yetu uliye mbinguni. Mathayo sura ya sita mstari wa tisa. Tufikirie katika msingi wa sisi. Ubaba wa Mungu unathibitisha undugu wa binadamu. Ukitaja neno yetu katika sala ya baba yetu, chuki mwiko. Ukitaja neno yetu, usuda mwiko. Ukitaja neno yetu, fitina mwiko. Ukitaja neno yetu, dharau mwiko. Ukitaja neno yetu, kupondana mwiko. Ukitaja neno yetu, kutakiana mabaya mwiko. Ukitaja neno yetu, kununiana mwiko ukitaja neno yetu kupakana matope mwiko ukitaja neno yetu umimi mwiko ukitaja neno yetu kupigana vijembe mwiko. Kumbuka, mtu mmoja ajengi kijiji; hivyo hivyo mtu mmoja ajengi jiji la Mungu. Tufikirie katika msingi wa sisi, sio mimi. Tunasema Baba yetu uliye mbinguni, atusemi baba yangu aliye mbinguni. Mpendwa mtazamaji, tufikirie katika msingi wa sisi. Na kutakia siku njema, Mungu akubariki, kwa jina la Baba na la Mwana na la Roho Mtakatifu. Tumsifu Yesu Kristo.